Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana kwa sababu hospitali hii ni ya kanda, inahudumia mikoa saba, uh, kuanzia Ruvuma, Iringa, Njombe, Mbeya yenyewe, Songwe huko pamoja na Katavi. Kwa hiyo kote huko wakihitaji uh, kurufaa au kutoa rufaa kwa wagonjwa wao wanawaleta hapa, lakini pia wakihitaji huduma za kupata utaalamu kuleta watumishi wao kujifunza au sisi kupeleka utaalamu wanapata kutoka hapa. Kwa nini nasema hivyo? Maana yake msaada wote unaotolewa kwenye hospitali ya Rufaa ya Kanda Mbeya kwa namna moja au nyingine unagusa mikoa yote hiyo. Kwa hiyo hii zawadi ambao umetuletea maana yake itakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo bado tunahitaji wadau wengine wengi kuendelea kutuunga mkono, ili kwa pamoja tuwe na uhakika wa afya zetu, afya za watoto wetu, na sisi wote tuwe salama, kwa sababu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 magezi siara ni kwamba unanyofua kwenye faida uliopata. Sisi hatuna faida, tunajua tunaihudumia jamii kuona kwamba jamii inaishi kimaadili, kiuadilifu e, jamii isiyoendekeza vitendo vya rushwa kwa maana yote, kutoa na kupokea rushwa, na kimsingi jamii yenye uzalendo inayojali ethics na hizo integrity. Namba ya wafanyakazi wenzangu, naomba unifikishie salamu kwa wote waliohusika katika kuhakikisha kwamba kwanza walipata wazo hili na kuhakikisha kwamba zawadi wanazotakiwa kutuletea ni za mtindo huu, kwa sababu kwa kufanya hivyo sadaka yao itakubaliwa mbinguni, kwa sababu wanawasaidia watoto hao wachanga ambao wao wenyewe hawawezi kujieleza. Sisi tunaofanya kazi na watoto wachanga, kwa niaba ya hao watoto wachanga, peto. wachanga tunaomba mpokee shukrani zetu, Mheshimiwa mgeni rasmi. Nimalizie kwamba kwa, kwa niaba pia ya hao wafanyakazi, vifaa hivi vimetolewa kwa watu kwa ajili ya huduma za watoto wachanga Tutajitahidi, mimi kama mkuu wa idara, kuhakikisha kwamba vinafanya ile kazi iliyokusudiwa, na tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunavitunza kwa mujibu wa miongozo ya kutunza rasilimali na vifaa vya umma. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba vitafanya kazi ile ambayo ilikuwa imekusudiwa, na sisi wafanyakazi tutapokuwa tunavitumia vifaa hivi, tukiwaona kwamba tulipewa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na sisi tutaimarika na tutahamasika kupinga na kupambana na rushwa katika mazingira yetu ya kazi. Asanteni sana.